Je, ungependa nikueleze zaidi kuhusu nadharia zilizoenea kuhusu kifo chake na unataka kujua zaidi kuhusu uhusiano wake wa kikazi na Mwalimu Nyerere? Karibu, ungana na mimi Mohamed Tok. Haya ni maeneo, haya ni maeneo mawili yenye hisia kali, mafunzo makubwa katika historia Tanzania. Uhusiano wake na Nyerere ulikuwa wa kipekee na kifo chake kiliacha maswali mengi ambayo hadi leo bado yanajadiliwa mitaani. Namba moja: uhusiano wa kikazi na Mwalimu Nyerere. Edward Sokoine hakuwa tu waziri mkuu wa Nyerere, alikuwa ni mkono wa kuume na mtu ambaye Nyerere alimwamini kumpa majukumu magumu zaidi. Imani ya Nyerere kwake: Mwalimu Nyerere alimwona Sokoine kama kiongozi mwenye roho ya kijamaa ya kweli. Wakati viongozi wengi, wengi walikuwa wakizungumza ujamaa huku wakitamani ubepari, Sokoine aliishi maisha ya kijamaa. Mrithi tarajiwa: inasemekana kuwa Nyerere ak, akimwandaa Sokoine kuwa rais ya awamu ya pili Tanzania. Nyerere alihitaji mtu mwenye msimamo na uwezo wa kusimamia nidhamu, na Sokoine alikuwa na sifa hizo zote tofauti ndogo za kimtazamo ingawa walipata walipatana ingawa walipatana. Sokoine alikuwa na mitindo alikuwa na mtindo wa action vitendo vya haraka zaidi ya Nyerere alikuwa ana alikuwa mwana falsafa Sokoine aliamini katika kutumia sheria kali kudhibiti uchumi, jambo ambalo wakati mwingine lilimfanya liliwafanya mabepari na baadhi ya mawaziri wengine ndani ya serikali kumwogopa sana. nadharia kuhusu kifo chake conspiracy theory. Kifo cha Sokoine tarehe 12 Aprili mwaka 1984 kiliacha utata, kwa sababu kilitokea wakati ambao alikuwa amejijengea maadui wengi wenye nguvu, wa uhujumu uchumi na viongozi mafisadi. Hapa kuna baadhi ya nadharia ambazo zimekuwa zikizungumzwa kwa miaka mingi. Nadharia ya kwanza, political assassination. Watu wengi waliamini kuwa ajali ile haikuwa ya bahati mbaya. Ilidaiwa kuwa maadui zake, mafisadi au walanguzi, walipanga kumuua ili kulinda maslahi yao wali, wakihofia kuwa ingekuwa rais angekuwa rais na kuwafunga wote Inadaiwa kuwa timing ya ajali ile, dakika chache baada ya gari lake kupita eneo la usalama, ilikuwa na shaka. Nadharia ya ANC, kikosi cha Afrika Kusini. Gari lililomgonga Sokoine lilikuwa likiendeshwa na mwanachama wa ANC Afrika Kusini, Dumisani Dube. Hii ilizua hisia, labda majasusi wa serikali ya ubaguzi wa rangi Afrika Kusini apartheid walimtumia mtu huyo kumuua Sokoine ili kudhoofisha Tanzania ambayo ilikuwa kimbilio la kuwapigania uhuru. Hata hivyo, Dumisani Dube alihukumiwa kifungo jela nchini Tanzania kwa kusababisha kifo bila kukusudia. Uhusiano na siasa za Urusi: baadhi ya watu walihisi kuwa kulikuwa na nguvu ndani ya serikali iliyokuwa ikipigana ikipigana na uweke, uwezekano wa Sokoine kuwa rais. Waliona kuwa msimamo wake ungeharibu mipango yao yao ya baada ya Nyerere kustaafu. Ukweli ni kwamba serikali ilisisitiza kuwa ilikuwa ni ajali ya barabara ya barabarani ya kawaida. Gari la Sokoine Mercedes-Benz, ilikuwa kwenye msafara na gari la ANC iliingia katikati ya msafara huo na kusababisha mgongano. mwaka 2000 mwaka mwaka, uh, uriso Sokoine leo. Mwaka 2026, hata miaka 40 baada ya kifo chake, jina la Sokoine linatumika kama kipimo cha uadilifu. Rais Magufuli mara nyingi alilinganishwa na Sokoine kutokana na kasi yake ya kutambua malipu Ma majibu na, ku, na kupiga vita rushwa. Monduli, nyumbani kwao Monduli, uh, pamebaki kuwa mahali pa, pamebaki kuwa mahali pa kumbukumbu mausoleums, ambapo kila, kila, kila mwaka tarehe kumi na mbili Aprili viongozi na wananchi hukusanyika kumkumbuka Sokoine. Alikufa akiwa na miaka 45 tu kama angeishi, historia ya angeishi historia ya Tanzania hususan katika uchumi na nidhamu ya utumishi wa umma, pengine ingekuwa ni tofauti sana. Asanteni, ungana nami tena.